Inatakikana kabla huja ingia darasani kusoma ufanye istikhara kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ushauri na kheri na kutaka kujua kutoka kwa Allah, mimi nikasome kwa mwalimu gani? Kwa sababu mwalimu ambaye atakufundisha wewe, anataka kukufundisha wewe sheria ya Allah yeye ndo anayetengeneza sampuli ya aqida yako imani yako na tabia zako, kweli si kweli? Halafu mwalimu huyo ndo anatarajiwa akuonyeshe njia ya kufika kwa Mola wako kupitia ile elimu atakayokupa kwa hiyo ipo haja ya mwanafunzi kufanya hivyo. fafi sahihi Muslim an Muhammad bin Sirin qala Imekuja katika Sahihi Muslim kutoka kwa at-tabi'iyul jalil Muhammad bin Sirin amesema, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ni dini. Yani, hii elimu unayojifunza hii ndiyo dini wenyewe. fandhuruu amman ta'khudhuna dinakum mnatakiwa muangalie ni kwa nani mwenda chukua dini yenu. Napoyasoma haya maneno, basi napatwa na mshangao kwa shekhe kuu, yaani kumshangaa shekhe wangu aliyetoa wa hutba katika msikiti wa Kiungani Jumaa iliyopita. Mnajua aliyoyasema? Alisema kwamba miongoni mwa walimu wanawakataza watu wasisome kwa watu wengine. Kuna baadhi ya walimu hapa Nungwi wanawakataza watu wasisome kwa watu wengine, wao wasome kwao tu, pamoja na kwamba sisi hatujasema hivyo, bali tunachokikataza ni kwamba wanafunzi wanaosoma katika marakizi za Ahli Sunna wasende kusoma katika marakizi za watu wa bid'a, ndivyo tunavyosema. Sio wasisome kwa watu wengine, sawa eh? Kwa hiyo kama umeyasikia haya maneno tuliyoyasoma hapa juu, utagundua moja kwa moja jahala ya huyu mtu ule ujinga, na kwamba wao ni wavivu wa kufuatilia masuala ya elimu. Yeye anahamasisha kwamba watu wasome tu, usome tu kwa mtu yoyote, wakati maneno ya tabiiyu Muhammad bin Sirin yako wazi kabisa Ina hadha lilma dinun fandhuruu an man takhudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini. Kwa hiyo mnatakiwa mwangalie ni kwa nani mnachukua dini yenu. Maneno hayo yapo katika, katika kitabu Sahihu Muslim, lakini sifikirii kama angalau walishawahi kukifungua hicho kitabu, sio kukisoma, ile kukifungua tu sababu ni maneno yako mwanzo mwanzo katika mukaddima yanatutaka sisi tusome kwa watu maalumu, sio kwa kila mtu. Hii ni adabu ya kwanza. Tena basi yeye alilihesabu hilo la kuambia watu wasome kwa watu maalumu kwamba ni husda, hawa watu wana husda. Hii ni moja katika aina za husda. Alisahau kwamba yeye kama tutaingia katika mlango huo wa mambo ya husda katika Nungu hii, sijui kama kuna mtu atamzidi kwa hasadi. Kuna msikiti mmoja ulikuwa unajengwa, tena ni hasadi mbaya kwa sababu wa man adlamu mimman manaa masajida allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, ni nani aliyedhalimu zaidi kushinda yule ambaye anazuia misikiti ya Allah lisitaje ndani yake jina la Allah, wasaa fi kharabiha, na kufanya juhudi katika kuibomoa misikiti hiyo. Ulikuwa na msikiti unajengwa kwa kila shime na nguvu za vijana waliojitolea. Bwana yule kauhusudu ule, ule msikiti mpaka leo upo kama ulionyiwanirete upo vile vile alivyouacha isipokuwa sehemu ndogo ambayo iliongezwa kwa nguvu za kujitutumua pale mwanzo mwanzo. Kwa hiyo hii si hasadi nini? Anasahau lile lake kubwa, anakumbuka madogo madogo ya wenzake. Kwa hiyo maneno yake yalikuwa yamepinda, hayakunyooka, lakini kwa watu wanaojua, yani aliyazungumza kwenye ile hutuba. Hiyo ni adabu ya kwanza, mtu kuchagua shehe wa kwenda kusoma kwake, si kwa kila mtu.